Leo kuna mtu upige hatua, lakini adui amekushikilia pamoja sehemu moja ili uendelee kuteseka. Ilibidi Mungu afate chombo chake iliyokaa muda mrefu, ikimwambia Paulo, nina haja na wewe. Haijalishi shetani amekutumia kwenye ufalme wake, lakini mimi Mungu nakuhitaji kwenye ufalme wangu. Kuna mtu unanisikiliza hapa, haijalishi kuna vitu na viendea vinakuwa visito, unashangaa unashindwa namna ya kutoka. Habari njema ni hii, kitu ambacho kiko juu yako ni kikubwa kuliko ile vita. Kitu unachokibeba sio kitu cha kawaida. Alimwinua Anania mstari wa kumi na nne ili amtume kwa Paulo ili akamfungue. Alafu Anania anasema unanituma kwa nani? Kwa sababu ana arabii ya kututesa tena. Mungu akamwambia, nonono, usimwangalia Paulo kama Paulo. Paulo unayemfahamu sio yule Sauli tena, bali nimeshambadilisha, anabeba jina langu. Nataka niseme na mtu mmoja, haijalishi kuna kitu unapitia, maadamu umemwamini Yesu kuna kitu kitafanyika mesamehewa dhambi lakini majaribu hatujasamehewa pamoja na kuwa tumeokoka lakini dhambi tumesamehewa, lakini majaribu hatujasamehewa. Pale ambapo unakuwa unabeba kusudi la Mungu, tambua jambo hili, shetani hatakupenda, kuzima itakupenda watainua vita kwa namna yote, lakini tambua jambo hili kwamba umesamehewa tu dhambi, lakini majaribu lazima yawepo, na majaribu yanapokuwepo usiangalie majaribu, tazama msalaba. Usiangalie vitisho, tazama msalaba. Hata kama jangwa lipo, yupo Mungu katikati ya jangwa. Hata kama maneno yapo, usisikilize maneno ya wanadamu. Sikiliza mwanangu, nikwambie, usitake kuwa kama wanavyotaka wanadamu, kuwa kama Mungu anavyotaka. Hata ungejitahidi vipi, hautakuwa kama wanavyotaka, ila utakuwa kama wewe. Nataka nikuombie leo, hautakuwa kama wanavyotaka, ila utakuwa kama Mungu anavyotaka wezi ukawazuia watu wasikujaji siku wezi ukawazuia watu wasikufika watakavyokufikiria huwezi ukafunga uka midomo yao, wacha wakufikiri watakavyo, watakavyokufikiria. Lakini nataka nikwambie, shikilia moja, kuna ahadi iko juu yako, hawataweza kuizima ile ahadi. Ahadi lazima itazaa matunda. Ziko nyakati, kuna mambo unatamani kufikia na moyoni unaona kwamba nitafanikiwa, unaona ili jambo litafanikiwa, unaona nitatiki nikienda hivi, lakini kila ukichukua hatua unaona uzito. Usiendelee kupoteza muda, wasiliana na waliokutuma duniani. Wewe kuwepo duniani, hukuja kwa bahati mbaya. Hauko ulipo kwa sababu ya mapenzi yako, mbingu zimekutuma. Rudi kwa waliokutuma, waulize kwamba mbona anakwama. Na leo nitakupeleka kwa waliotutuma, tuulize mbona biashara inakwama, mbona familia inakwama, mbona afya inakwama, mbona vita vimewaka katika maisha yangu, na kuambia mbingu itatuma msaada. Kama umetumwa, hawatanyamaza. Hakuna askari aendaye vitani kwa gharama yake mwenyewe. Biblia inasema kama hakuna askari aendaye vitani kwa gharama yake mwenyewe, wewe na uhakika lile kusudi nalolibeba wataisimamia, hata kama kuna wanajeshi walioandaliwa kupambana na wewe. Ukirudi kwa bosi aliyekuajiri Ukirudi kwa bosi aliyekuweka kwenye hiyo ndoa, ukirudi kwa bosi aliyekupa biashara, ukirudi kwa bosi ambaye anataka uwe kama anavyotaka uwe, na uhakika kuna jeshi litatuma kukuhudumia, na kila jeshi iliosimama kupambana na wewe watapanguliwa kama kitu kisicho na maana. Wacha nikutangazie, yamkini nanisikiliza hapa, yamkini unielewe, lakini roho Bwana akufunulie unielewe. Haijalishi kuna vikao vinafanyika kwa siri, haijalishi kuna watu, kuna mizimu, nataka nikwambie leo, utakapopandisha kiwango cha imani ukamtazama Bwana wa majeshi, nitakusogeza kwa Bwana, wana uhakika. Waliokutuma kwenye hiyo ndoa, aliyekutuma kwenye hiyo familia, aliyekutuma ukazaliwa, aliyekutuma ukawa wapo ulipo, wana uhakika watatuma majeshi, na ile majeshi ya mbingu ya kishuka, kila jeshi la kuzimu watasambaratika, watakupicha, na kila zuio na kila uzito utaondolewa.